Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Langai safi, jumuiya ya wazazi safi, mwenyekiti wetu wa wazazi safi, kamati zake za utekelezaji safi, katibu je, safi, asanteni. Mheshimiwa mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi eh, nilioko mbele hapa ni mwenyekiti na ni diwani wa kata ya Langai. Miradi kwenye kata Langai, ya Langai yametekelezwa ipasavyo kwa kweli, mama Samia hatumdai. Ukienda kwenye upande wa shule ya msingi kwa kweli, shule zote ziko safi, marasa yamejengwa, madawati yako sawa kuna sekondari katika kata ya Langai ambayo haijawahi kupatikana, mwenyewe ni shahidi maana ulikuwa diwani wakati ule. Alafu umeme ndio usiseme, ilikuwa Langai ndio ilikuwa ya mwisho, lakini sasa hivi imefika kwa vijiji vyote vitatu, vina umeme na maji hivyo hivyo, kwa sababu kama alivyosema mwenyekiti wangu wa kijiji kwamba Langai walikuwa hawana maji kabisa, lakini sasa wanakunywa maji kuna kisima kidogo kiko hapa, lakini maji kutoka na juu. Kwa hiyo kwa sasa tuna nafuu ya maji, lakini kama alivyosema, ni vizuri Chama cha Mapinduzi kikaielekeza serikali yake ituletee maji ya kutoka mto Rufiji. Kwa hiyo niye kama jumuiya ambaye ni sehemu ya Chama cha Mapinduzi, nimpeleke ujumbe huo kwa Chama cha Mapinduzi ielekeze serikali kwamba tusukumie maji tuongeze maji Langai, lakini pia wanafunzi wa shule za msingi wameandikishwa, a wa darasa la kwanza wako sawa, wako themanini, na nafikiri wako asilimia kwa kuja shuleni, kutoro ni warejareja. Naamini kwamba Wamasai kama sio wakati ule, kwa sababu alikuwa anasema kwamba watoto wa kike hawaendi shule. Wewe mwenyewe ni shahidi lakini sasa hivi wote wanaenda wa shule, isipokuwa inatakiwa sasa tukaze tu buti tuwasomeshe watoto kwa so, sababu kitakacho kutoa kwenye jumba hili ni elimu elimu kwayo, kwayo, kwa hiyo kwa hayo nasema kwamba utekelezaji iko vizuri sana kwao. Tumshukuru Mheshimiwa Rais, tumshukuru Mheshimiwa Mbunge na hali kadhalika baraza la madiwani ambayo imegawa miradi yote ambayo imefika hapa. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa diwani kwa utekelezaji wa ilani hiyo. Asante ni